Eneo lako likikutwa ni, ni chafu unapigwa fine ya shilingi elfu hamsini. Sasa sisi bahati nzuri au mbaya, bado watu wajaanza kupata ile machungu ya ile fine kwamba ukikutwa uko na uchafu eneo ulipo wewe, kuna uchafu na ni eneo lako, nafanyia biashara ama ni makazi, basi unapaswa kutozwa fine ya shilingi elfu hamsini. Tuanze kuminyana pale ili watu wajue kwamba usafi ni wajibu, na usipofanya hivyo basi unatozwa fine, sio? Niwashukuru, niwapongeze kwa makusudi kabisa, makundi yote, watumishi wote wakuwa taasisi na idara, ndugu zetu, vijana wetu wa jeshi la akiba, kwa kazi kubwa ambayo wameamua kuifanya asubuhi ya leo, ambayo kazi hii inapaswa kuwa endelevu. Na nimesikitika alivyosema mheshimiwa diwani kwamba walivyofika hapa, kuna, kuna watu wamekaa sehemu ambazo ni chafu na wanajua kwamba wamekuja kufanya usafi msingi walipaswa kuungana na sisi ili tuweze kufanya maeneo yetu kuwa masafi. Sasa nimemuuliza afisa mazingira pale. Unajua sisi tunao sheria ndogo eh, ambayo inatusaidia kusimamia usafi. Ukitupa, cha, ukitupa uchafu ama eneo lako likitupa ni chafu, unapigwa faini ya shilingi elfu hamsini. Sasa sisi bahati nzuri au mbaya, bado watu wajaanza kupata ile machungu ya ile faini. Nadhani sasa ni wakati mwafaka wa sisi kuwa wakali kuimplement ile sheria ndogo, na pale kwa DC pale tuanze kupokea malalamiko ya watu kulalamika, jamani, nimetozwa faini elfu hamsini kwa sababu ya uchafu. Lazima nasema hivyo hivyo ninavyopaswa kuwa, kwa sababu sio sahihi. Usafi ni jambo endelevu, kuanzia kwenye makazi yetu, maeneo yetu tunayofanyia kazi na biashara, ni jambo ambalo halitakiwi tusukumane. Sasa inapofikia mahala inawekwa sheria ya kutusimamia sisi ili tusitupe uchafu na bado tunatupa, basi nadhani ni na wakati mwafaka watendaji wetu wa mitaa na kata kusimamia ile sheria ambayo ipo imetungwa na halmashauri ya jiji, na hapa mwakilishi wa mea yupo ni shahidi. Kwa wananchi wote wa jiji la Arusha, tuko chini ya ile sheria pia kwamba ukikutwa uko na uchafu eneo ulipo, wewe kuna uchafu na ni eneo lako nafanyia biashara ama ni makazi. Basi unapaswa kutozwa faini ya shilingi elfu hamsini. Sisi tunakimbizana na kufikia malengo yetu ya ukusanyaji wa mapato, ifikapo mwezi ujao tarehe 30. Tuna ma, tuna mahesabu ama tuna projections. Tunatakiwa kufikia bilioni kadhaa hivi karibu 50 hivi na kitu. Sasa ili tuyafikie, lazima tuwe na vyanzo vingi vya kukusanya mapato. Sasa naona hapo, kwenye usafi hapo, chanzo chetu ambacho tumekilegeza kidogo. Sasa ni wakati mwafaka tuanze kumenyana pale ili watu wajue kwamba usafi ni wajibu, na usipofanya hivyo basi unatozwa faini, sio kwa lengo la kumkomoa mtu, ila ni kwa lengo la kukumbushana kwamba ni wajibu wetu sote, sio sawa? Vijana wetu wa jeshi wakiwa wanakuja hapa na mafagio wanafagia, alafu wewe umekaa unakunywa kahawa tu na sehemu yako ni chafu, kimsingi ni dharau. Yaani inawezekana wewe umekaa unaona wenzio wanafanya usafi, wewe unakunywa kahawa tu. Sasa hata yule anayeuza kahawa kama eneo lako unauzia kahawa ni chafu jua kabisa utauza, afu mwisho wa siku mtendaji wa mtaa atakuja kuchukua elfu hamsini yako. Sasa kabla tujafika huko, naomba kwa niaba ya mkuu wetu wa wilaya na kimsingi mkuu wetu wa mkoa ambaye anasisitiza sana swala la usafi, nawaomba sana sana watanzania wenzangu, wakazi wenzangu wa jiji la Arusha kujitahidi sana kuhakikisha maeneo yetu ya kazi na makazi yanakuwa masafi ili tusikabiliane na ukali wa sheria ya kutozwa fedha ama ushuru ama faini ya kuwa mchafu. E, kwamba tarehe tano mwezi wa sita ndio maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ambapo kitaifa sisi yatafanyika Dodoma. Sasa kila mkoa umewekewa utaratibu kufanya maadhimisho kimkoa, mtufanya sisi leo ni sehemu ya kuadhimisha siku ya mazingira duniani, kwa sababu tunatakiwa kufanya kabla ya kilele. Kilele ni ya kitaifa, kwayo sisi leo ndio ilikuwa siku ya sisi kufanya. Sasa isiishie hapa tu muda huu, tuendelee kufanya usafi kwenye mazingira yetu kwa ajili ya afya yetu wenyewe na kwa ajili ya unadhifu wa jiji letu. Ni waalike wote wa wanarusha kata zote ishirini na tano mitaa mia moja hamsini na nne mabalozi wote na wajumbe wao wenye vitu wa mitaa, madiwani, watendaji wetu wote, jamii kwa ujumla, viongozi vyama vya siasa, kila mmoja apende kuwa kwenye maeneo safi, usipende kusimamiwa. Niwaombe wajisimamie wenyewe, ili siku ya mwisho kila mmoja amejitambua na anatimiza wajibu wake bila ya kulalamika na bila ya kutuhumiwa au kusimamiwa na viongozi mbalimbali. Tumefika leo hapa, tunafanya usafi cha kutishangaza, wananchi wengine wamekaa kwenye masehemu ambayo ni chafu benkowito. Isiwe leo tu kwamba kila siku na kila wakati mwananchi yoyote ambaye kwenye eneo hili na jiji letu zima la Arusha, wapende kukaa kwenye sehemu yenye usafi, nayo wasafi. Lakini na pia niombe wafanyabiashara biashara wote Hakikisha kwenye eneo lako la biashara ni kusafi. Huwezi kuuza biashara kufanya biashara kwenye eneo chafu alafu waje vijana wetu na viongozi wa kufanyia usafi. Niwaombe ni watendaji wetu wa kata na wa mitaa na maafisa wote, kuendelea utaratibu kukumbusha wananchi wetu fanya usafi kwenye maeneo yao.